Aa, mtu ambaye akicheza kwatumia mbao, kama ni mbao lakini, kama ni b, unakula mia mbili, lakini mbao ikiingia hapa tu Iyo ni mbaya, ikiingia kwa mia hivyo, unakula mia mbili, lakini kama ni tena, nakupea mia na kupea mia mbili, nakupea mia mbili lakini